Sisi wanabunge wachaguliwa wa tarafa la Fizi na Uvira tumekutanana kwa Uvira ili kujadili mambo halisi jinsi yanavyopitika na inayokosesha raia ya eneo hizo usalama. Tumekwenda kuona kwamba makundi ya kizalendo ambayo imekwenda kuungana kwa kugombania nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo sehemu mojawapo ya jimbo letu la Kivu ya Kusini inamilikiwa na wahasi. Huko rais wetu mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anajipigapiga ili ahakikishe kwamba utawala wa Kongo umeheshimika na amani imerudi katika maeneo yote hiyo. Huko tumekuta hawa wa ndugu zetu wanapigana wao kwa wao. Tukitaja kundi la CNPCC linapigana na kundi la FADD huku Misisi, tukitaja kundi la CNPCC linapigana na kundi la kamama pale Luvungi, huko Kilembwe kundi la wazalendo wa Kibembe wanapigana na kundi la uh, wabuyu huko, ee, makanika naye akipigana na kundi la nyerere hapa paruniu. Hivi vitu vyote vimekwenda kutuomba sisi tukutane kwa pamoja, kwa sababu ni maeneo yanayotujumuisha sisi wote wabunge wafizi na Uvira. Na kwa hiyo tumekwenda kupendekeza mambo kadha wa kadha. Cha kwanza, tumeomba kwa hawa wa ndugu zetu ambao wamejitoa muwanga kutetelea nchi wahache ku, m, kupigana yeyote, wasipigane wao kwa wao, kwa sababu wakipigana wanaitisha adui awasogelee na tutashindwa. Cha pili tumeomba kwamba kuwe na e, tumeomba kwamba kuwe na ukarabati wa barabara kutoka Uvira kwenda Lulimba kwa sababu ni katika tarafa la Ufizi na Uvira. Kwa sababu hiyo barabara itasaidia kuwe na urahisi wa kusafirisha majeshi kama vile vifaa kwenye shamba la mapigano. Tumesema kwamba pia e, tumesema kwamba pia kuna matatizo ya watu wamekimbia kuna matatizo ya raia wao wenyewe kushakiana. Tukaishi kwamba inabidi kuwe na mjadala kati ya makabila mbalimbali, ili ule ile kuishi pamoja ipate kuendelea, watu waishi pamoja na wafanye kazi za maendeleo kwa pamoja. Tumeona ya kwamba kwa kuatisha vile vitendo vyote, kuwe na tume ambalo litakwenda kufanya uchunguzi pale maeneo ambako wana wanamgambo wao wamekwenda wa kupigana na, ili kuwe na wale watakao hukumiwa, wamefanya makosa waadhibiwe. Tukasema ya kwamba kuna pia vizuizi vya barabara ambavyo vinakwenda kutoza pesa kwa watu wasafiri, hivyo vizuizi vyote viondoshwe mara moja, kwa sababu ndio labda chanzo cha watoto wetu kwenda kunumbana mara kwa mara. Kwa hiyo basi tumeungana sisi wote pamoja wanabunge wa Fizi na Uvira hapa pa Uvira, tukiwa wanabunge karibia kumi, na sote tumekubaliana kwamba tuasimishe hiyo hotuba yetu kwa siku ya leo iliyofanyika tariki makumi tatu mwezi wa kumi mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano chini ya ushiriki wa wanabunge Mukombe Tchibanzi Marcel.